Jamani aai, mama sikiani kwa mbili sasa. Mi na bwanangu anakuja baadaye, kona niacha geto, ndiyo utoke geto ndiyo

Nalipa umeme, nalipa kodi, nalipa kila kitu. Ona huyo, nalaza tu mkundu wako ako mm -hmm. Unajiachia we, ndio nisha kwambiaje? Bwanangu baadaye anakuja, unatoka. Unatoka utake usitake, unatoka, ah. Unatoka nishasema, unatoka utake usitake, unatoka. Ni masiara? Basi subiri tupinge Tala. tupinge na ukitoka unakaa nje Unakaa nje. Haki ya Mungu unakaa nje. Hey. Unadhani masiara? Haki ya Mungu unakaa nje, utake mtake no, no. Unakaa nje, unakaa nje. No no, no no no no no no Wewe no, no. <laughs> <Na? laughs> jisha uwe sasa. Mimi niko serious. Mm. Unadhani masiara anakuja baadaye ukweli? Utajijua. Kwa jumba hili. Unatoka. Sito. Unatoka. Wewe sibili sasa unatoka. Ah, no. Unadhani masiara? Hey.